Hatimaye baada ya vuta ni kuvute, misururu ya kesi kotini kati ya walalamishi, jopo kazi lililowapiga msasa makamishna wa IEBC na serikali kuu kuhusu uteuzi wa mwenyekiti na makamishna wa IEBC, Rais William Ruto amewateua rasmi makamishna hao kwa kipindi cha miaka sita. Kupitia tangazo kwenye gazeti la kitaifa, Rais William Ruto amemteua Erastus Edung Ethekon kuwa mwenyekiti wa IEBC na makamishna Ann Derito, Mary Karen Sorobit, Moses Muhwana, Hassan Nur, Francis Odhiambo na Fahima Abdalla. Bunge la kitaifa liliwapiga msasa makamishna hao yapata wiki mbili zilizopita na kuidhinisha uteuzi wao kwa Rais William Ruto. Awal mahakama iliamuru makamishana hao kupigwa msasa na bunge la kitaifa, walakini jaji Lawrence Bogambi alipiga breki kutangazwa au kuteuliwa kwa makamishana hao hadi jaji mkuu Martha Kome ateue jopo la kusikiza maswala ibuka kutoka kwa walalamishi, ila Rais William Ruto amekiuka amri hiyo. Makamishana hao wameziba pengo lililoachwa na hayati Wafula Wanyonyi Chebukati na makamishana waliojiuzulu Juliana Wonge Cherera, Irene Masit, Justice Nyang'aya na Francis Wanderi. Nikiripotia jarida kamilifu awamu wa ya dhuhuri, na fahamika kama Kagunda Kelvin.